Asante sana mtazamaji, tunaendelea kuzungumza eh, kuhusiana na eneo la Mlima Kenya kujisikia upweke, kujisikia kama mayatima katika maswala eh, ya miradi ya maendeleo. Bwana Ndegita hapa ametueleza eh, kwa mapana na marefu, lakini wacha sasa ni mkaribishe Joyce ambaye ni mfuasi sugu mwanachama wa chama cha Waipa ambacho bila siri yote kiko katika upinzani, sio kabisa. Haya, ndicho chama ambacho kinatuletea the next president Hai. Hayo ni matumaini yenu kama wanasiasa, lakini kwa ukweli wa mambo, miungano ya kisiasa imekuwa namna gani? Kuna wakati ambapo Kalonzo Musyoka ameshirikiana kwa karibu sana na hayati mwenda zake Raila Odinga, kwa bahati mbaya hakuweza kupata ushindi katika uchaguzi. Lazima kuwe kuna mikataba ambayo inafanywa kwamba tutahakikisha eneo fulani litafaidika, eneo fulani litafaidika. Kwa sasa hivi kuna wakazi na viongozi kutoka eneo la Kenya ambao wanahisi kwamba walitengwa baada ya kuwa na muungano serikali ya kitaifa na Raila Odinga. Hilo ni kweli? Na kama si kweli, ni mtazamo tu wa wanasiasa kujaribu kuchochea hisia za wananchi, ama ni jambo ambalo ukienda mashinani utaliona kwa macho? Okay, kwanza uh, nataka tu ku explain ku kidogo yeah. Sija nilisema nimechaguliwa ni na, na chama ya Waipa. Mimi nimesimamia Waipa like na pia ah, na national it's, it's so ee, sijachaguliwa na chama ya Waipa, katika chama cha Waipa yes zi. Yes asante ah, yes, ya yes. Yeah. So kenye naiza sema, na kulingana na mtazamo wangu, wale watu tulichagua, because it's like the alliance ilibeba watu wengi, ilikuwa ya wave hiyo ya UDA wale ambao tulituma bunge au ma, ma women reps, au ma senators ndio wako na kasoro, kwa sababu hakuna vile tunaweza letewa empowerment like kipya ya maragwe, and whereas hiyo side ingine wanateta na wanaenda, wana empowerment yenye wanaitisha wao, ni border borders, wanaenda kuempower youths wao. So hiyo tukiangalia sana sana, hata isipokuwa ni huko juhi, okay, ikue wao ndio wanataka kuwa Like the, what wanataka kuwa chini ya William Ruto sana na, wanataka kumtii, hawataki kumkasirisha, sasa hawawezi enda kutuitishia maendeleo kwa. Kwa, kwa, kwa mtazamo wako unahisi kwamba ile miradi inaletwa kwenu ni duni zaidi ya ile ambayo mikataba ilikuwa hapo awali. Exactly. Ikiwa ni barabara ilikuwa itengwe. mm -hmm, sasa mnahisi kwamba kina mama wanaitwa kina mama mboga wanapewa shilingi elfu mbili wanakwenda zao mm -hmm, wengineko kunapelekwa miradi mikubwa kabisa. Tupe mfano zaidi uh, Uh, tukiangalia sasa, niongelee kwetu Laikipia. It's part of Mount Kenya. Tunaona kama ni hata hiyo maragwenyi inaletwa sai na women rep haivi haije, all, then at the end of the day wanapromisiwa vitu hiyo pesa na pia hiyo 2000 hawapati at the end of the day. Ta, uliona siku ngine kulikuwa media uye, wamepewa wameambiwa shilingi elfu moja moja, na hata wakupata warudi kwenda kuclaim kwa media pia. Tuna wana au viongozi wetu wamefanya tudhahirishwe sana, na huyu kiongozi wao huyo mkubwa wao, kwa sababu saini kichaguliwa, for example, nichaguliwe hapa nichaguliwe hapo, mimi ndio nitaenda kusukuma mambo ile mambo yote tutakuwa tume ile economic forums tutakuwa tumepitisha na watu wangu, ambao nitakuwa nimewaambilia kwa manifesto yangu, mimi ndio jukumu yangu kama mwakilishi wao kwenda kuisukuma. Lakini ukipata awa ni tumbo zao, it's all about them, vile watalipwa wa impeach deputy president, hiyo watakimbilia, vile watalipwa wapitishe funny funny bills hiyo ndio wanakimbilia so sisi wenyewe ndio tunaumia tukiwa wanjiko ambao tuliwapeleka so tukiangalia hatu kuchagua viongozi tuweze kuletewa maendeleo na William Ruto sisi tulichagua tuliwachagua wakiwa representatives wao ili waende watuitishie nini hiyo miradi, miradi. Yeah. lakini sasa kama tulichagua failures because of wave ya chama hiyo ndio imetuweka mali tupo sahi. So tukiangalia wale wenye wanaweza kuitisha ni wale walichezea vizuri hiyo broad-based. They took advantage of hiyo broad-based government vizuri. Kwa sababu sasa, hiyo unaona, William Ruto alikuwa ICU kabla mayatima aende zake. Ili, pale ilikuwa amefika wote, Kenya wote walikuwa wanasema wanataka miradi yao au viongozi akina governors akina nani, hiyo ndio walikuwa wanapata hiyu, okay. Upande mwingine wame worship sana huyu mtu, Kenya wote anasema wanapitisha, so imekuwa tu it's all about them, okay. Yeah. Sawa sawa, so kunalingana okay, na wale okay, tulikuwa <laughs> Uh, kwa sababu nahisi na, na, na kuwa kuna jambo moja ambalo tumesusia ama tumekataa kufanya sisi kama wananchi no. Na hilo ni jambo la kuelimika ama kuelewa no. Kazi ya kila mtu ni gani no. Kwa sababu ukiangalia rasilimali ambayo ama pesa ambayo inaenda katika mashinani no. Hata ile pesa ambayo iko katika national government ambayo inafanya, inafaa kufanya maendeleo, kuna wale watu ambao tumewachagua kama vile uh, dadangu Joyce amesema, lakini hawa watu nani at, anawachagua? Ni sisi. Kwa hivyo ni vizuri pia mtazamaji na sisi ambao tumekaa hapa tukwe, tunaongea ukweli, tunakumbuka ya kwamba wakati siasa inafika, ukiegemea pande fulani kama saa hii ni mambo ya PLP DCP na hivi ya mayote no? na mimi kwanza nirekebishe niseme, mimi niko hapa uh, nikirepresent chama ya Jubilee na pia nikiwa katika United Opposition no? Lakini pia hii United Opposition yetu ambayo sisi wote hapa tukiongea, uh, nimesikia ni kama tuko pande moja no? Tuko na mashida nyingi sana no? Kwa sababu tumefanya United Opposition kuwa kana kwamba ni ajenda ya mtu binafsi mimi husema mara mingi na narudia, shida ambayo ilimweza ama ilimpata Rigathi Gachagua ni mambo yake binafsi no. hayo si mambo ya mlima na tuwe tunaongea ukweli na tuambia watu, lakini sasa hivi inaonekana mmejitwika kwa, ni, ni kwa sababu no. Unaona hii mambo ya, ambayo tunafanya <coughs> hapa sisi wanne hapa, baadhi ya wale watu nimekaa nao hapa ambao ni, ni marafiki zangu wote tumefanya siasa ya mtu mmoja katika mlima ikakuwa yeye, ile makasiriko ama hasira yenye iko kwa roho yake na ile yako nayo, ikakuwa ni ya kila mtu. Kwa nini? Tunafaa tuangalie maendeleo yeah. Tunafaa tuwe tunaambia watu wetu. Sasa nimesikia dadangu akiongea mambo ya mboga, sijui wanapewa mboga wanapewa maharagwe ya nini si ule mbunge ambaye tumepeleka katika bunge anafaa kuwa na mikakati ya kuleta maendeleo ndio wakulima wetu, kama ni mlima ama ni mahali ingine na, waweze kujitegemea bila shaka. Na asante sana, nirudi kwako kwa daktari Mbaye, manake kama nilivyosema awali, ulikuwa afisa katika serikali hii ya Rais William Ruto ukiwa mkuu E, katika idara ambayo ilihusika katika huduma za serikali, mipangilio ikiwa namna gani ya miradi wakati huo, ilikuwa miradi inasambazwa kote, inatekelezwa kwa wakati unaofaa ama ilikuwa namna gani? Tueleze hapo ndio tuweze. Asante sana, na, na pia utufafanulie kama kwa wakati mmoja uliketi ukaona kuna sehemu moja inafaidika zaidi ya nyingine, licha kuwa wakati huo kulikuwa hakuna mvutano kati ya Ra, uh, Rais William Ruto uh, na naibu aliyekuwa uh, Rigathi Gachagua. Mimi nimeanza kusema, <coughs> kuna wale ambao watu walienda vikundi, kwa sababu kwa uka, uka, uka uchaguzi, kuna timu mbili. <coughs> Kwa hivyo wale walikuwa wale, wale wakisema sisi tukipata, tuki, kiti serikali yetu itakuwa namna hivi. <coughs> Kwa hivyo wakati serikali iliingia ya UDA Kenya Kwanza, kuna ile makubaliano maeneo tofauti, hiyo ilikuwa pale lakini sisi wakati tuliingia kwa serikali tulienda kwa department zote ministri zote mawizara tukaambia, nyinyi ndio serikali sasa, tunataka tuone zile miradi mko nazo na kaunti 47 kwa sababu ukikuwa serikali lazima sasa, kwa lazima we ukishinda, we ukishinda kiti uu unakuwa baba ya taifa. Kwa hivyo tulienda nimlod kwa kila wizara tukakaa na waziri na PSS wote na wakuu wa kila wa, wa, wa, wizara kama watu mia moja madirekta wale watu wakubwa wakubwa kama watu mia moja kwa kila one by one zote, tukaambia hey, hey, ni, ni tuko na hizi tuko na hizi rasilimali katika nchi ya Kenya, hebu tuambie ni yepi projekti tatu peke yake unaweza fanya nyingine zile ambazo ziko na umuhimu zaidi katika mambo ya kilimo, mambo ya afya, mambo ya elimu, e, e, e mambo ya, ya, ya economic empowerment ile itasaidia maji, mabarabara, ile itasaidia mwananchi, zile ziko na most economic impact. Tukakuja na 200 na wa, wa 217 miradi, Projects, miradi na programs. Yes, kila sehemu, kila sehemu. Na tukasema line moja ikuwe na mawizara wakati huo na counties. Katika hiyo miradi, kuna miradi ambayo ilionekana ni mingi katika sehemu moja ama yote ilikuwa inaonekana inasambazwa sa. Very good. Sasa wacha nikuambia ukweli, sisi mimi ni mtaram na mimi ni mtaramu wa mambo ya utendakazi ya, ya, ya. Kwa hivyo tulisema wacha tuangalie Kenya ikiwa yote hapa hivi. And I want to assure you, ofcourse ile makubaliano ya kusema kama sasa sama, sisi dasemasi tumeambiwa abcd utaona. Of course kuna percentage kidogo tu ile imeruka, lakini by and large By and large, uwezi kusema kaunti zote zilifanana. That's a fact. Lakini, by and large, unaona ya kwamba kuna usawa. Remember, si wana siasa umwambia wakuja watende, wapendekeze ni, wa, ni watu wa serikali, umwambia nyinyi mko na tunataka kila kaunti. Remember kulikuwa na table, side hii ni mira, ni, ni, ni for 23 ministries, ni kuri ni AG, because hata AG ako na kazi anafaa afanye kwa kila kaunti. So, na pia side hii nyingine ilikuwa 47 counties. So, ulikuwa unaenda tunaangalia Kirinyaga, unagonga una, una Migori, ni kwa kila wizara ni nini unafanya Migori hiyo, ndio utenda kazi. ni mrod ambao unafaa ukuwe na serikali yote, ambao ni timamu. Sasa, baada ya hiyo yote, kulingana mambo mambo na mambo ilitendeka, mambo ikaanza kubadilika, na ndio hiyo mambo ingine ambayo ilitufanya sisi, kwa sababu sisi tulikuwa tumepropose tu, tu ni mrod kukuwe na system, si mambo ya kuongea. Weka system, miradi yote ambayo imeingia kwa budget ya national government weka kwa system, wananchi wanaiona ikisonga, ikisonga, iko percentage ikienda 100% inaenda commissioning Rais anaamua kama ni yeye ataenda ama PS ama waziri, si ile kwenda kuweka miradi ambayo iko nusu iko katikati, ililaunchiwa 2022 inarudiwa mara nne. Hii mambo ndio tulikuwa tunataka kuondoa kama ni serikali, kwa sababu wengine wetu tuko na jina, kuna watu wanajua mbaye ni nani, vile nimefanya kazi kwa county, vile nimefanya kazi kwa national, so we wanted a system nimrod ya kwamba hakuna kitu manyu. Wewe ukiwa hapa unaweza kutrain, moja ilikuwa ya wakubwa hapa waone implementation hii nyingine ilikuwa ya wananchi, wanaweza kutaka waseme, sisi tuliona stima imewekwa, vitingi, na imekaa 6 months. Wanaweka system, wanaandika mimi kutoka Nandi mimi nimeona vitingi na sijaona nyaya. Inapikiwa na maofisa wa delivery huko na madisi na kila kitu inakuja kwa mtandao sasa kutoka hapo. Na kwa nini rais anaona ngumu kuendelea kutimiza ahadi ambazo alifanya kwa mfano kwa Mlima Kenya na akiendelea na kwingine. Huwa inakuwa hivi rais baada ya mwaka moja ya, ya mheshimiwa one year alichagulwa ni 47% after one year, nini ile? Opinion poll ikakuja 15%. Mm -hmm. Akaita wale wadani wake kutoka huko akawaambia, bwana nyinyi mliniambia after 3 months, hiyo kitu si kitu, tutaendelea vizuri na wa, tuta, na, na, tutakuwa na ufutoaji wa watu wataende watu kutushikilia. Mm -hmm. Yeah. Sasa ndio ukaona akaenda kule Mlima Kenya akaenda zile constituencies zote yeye mwenyewe <coughs> lakini afta kwenda baadaye kurudi ikakuja 9% ule, ule, uchukaji mkono pale. mm -hmm. Akawaambia bwana wewe bwana wewe ulienda peke yako. Twende economic empowerment, ingine 1 billion. Ikaenda pale kupatiana tena. Ikashuka 5% sasa, akawaambia mimi kukienda hivyo, wacha mimi niende nikatafute marafiki wengine wapi. Wow. So, I want to kwanza hiyo question ya kwamba ni kwa nini anaona vingumu, kwa sababu anaona hata akiendelea kuweka pesa. Tukue practical. That's not the way it should be. Lakini tuseme anaona hata akiendelea kuweka pesa mlima tayari watu hawa watampigia kula uh, watu, watu kwa maono yake aende aweke pesa mahali pengine akihope ya kwamba atapata kula. Lakini ngoja nikuambie, kama sasa rais akona kula bali, mimi nimetoka ako na watu 100,000 wamechukuliwa, wale kila mbunge alipatiwa watu watu 40, MCA kapatiwa watu 14, eh pale wako pale. Lakini mimi ni kuna kitu naamini, kama sasa mtendakazi kama mtu wa serikali, ya kwamba wale watu wote Kenya hii, nimlod, wanalipa kodi wako na haki ya maendeleo mpaka 2027, yeah. Wako na haki ya maendeleo. Nakuru ina contribute namba 2 kutoka Nairobi kwa GDP out of 47 counties yeah. So mimi kenye nimefanya nikiwa hapa jana jioni nikatoa nika ratiba zangu za miradi abazo ni za national government abazo zimekwama, nikawaambia nikawambia, nyinyi ambao mko huko ndani, endeni muulize hii miradi itaredam miaka ngapi? dam zilikuwa mia moja unakumbuka? Tulisema mia moja dams zimeredusi, juzi ikakuja 50, lakini hata zile mia moja hata moja ijafanywa moja ilikuwa itareda. So tumesema ya kwamba mahali yeyote inahitaji haki, na ndio maana ni mdo dakaa, tulikuwa pale, si tulisema tupatie haki ya mtu ya Migori ambaye hakuchagua serikali ya Kenya, lakini alipiga kura na analipa kodi. So sisi tumewaambia na wale wanasikiza huko, wapatiane hiyo habari yenye tulitoa kwa mtandao, waende wasome, waambie rais akitoka Nakuru zile miradi ishirini zimekoma huko, mabarabara, maji, at least afanye kwa kwa sababu tunalipa kodi mpaka 2027. Hapo daktari kidogo, lakini umefafanua kwa vizuri. Bwana Ndegita, kwa kuwa umezungumzia kwamba mnahisi mko upweke licha ya kuwa ndani ya serikali na kuichagua serikali hii huoni kwamba kuna makosa, wakati ambapo viongozi wale wale mliochagua e, wanajikuta katika hali ya saa zote kuisindikiza serikali e, kuipa sifa na heko, wakati wanasahau kwamba nyumbani kuna kitu fulani kinastahili kufanya kwa sasa hivi. E, kwa mfano ikiwa rais ametengana ama amekosana na aliyekuwa naibu wake haimaanishi kwamba hakuna wabunge wa chama cha UDA, hakuna MCA wa chama cha UDA, hakuna viongozi wengine wa chama cha UDA ambao wanaweza kumkumbusha bila kuogopa, kwamba licha ya kwamba unafanya maagano mengine na watu kutoka eneo lingine, sisi pia kuna ahadi zetu. Mbona kuna sauti ya kwamba kidogo wabunge ambao wako UDA wanashabikia mambo ambayo nyinyi kama wakazi kule mnahisi kwamba hayafanyiki? <coughs> Asante ah, sana Nimrod, na niseme kama tunazungumzia mambo ya political parties na political parties zinafaa kuleta hiyo uhusiano mwema no. Lakini hapa Kenya inakuwa tofauti. Unapata ile maneno political parties zilikuja nayo kuelezea members na umma, wakienda pale inakuwa inabadilishwa, pamoja na manifesto, pamoja na manifesto, inakuwa sasa ni ubinafsi, sio tena ile mambo ya kuhudumia wananchi ndio maana unaona wale watu wamechaguliwa na chama sasa cha UDA especially wabunge. Na sana sana waniseme wabunge wa Nyeri wote wameegemea ubinafsi wao personal interest. Ndio maana sasa tayari wanasema serikali inafanya kazi, bali tukikuja pale sisi tuko pale ground haifanyi na kwa sababu kuna Kenya wanapata kwa nini, kwa nini kwa serikali. And hiyo uh, ubinafsi ile institution za political party kama hazifanyi kazi vile inafaa, lazima ikuwe inaendelea hivyo. Kwa hiyo mi naweza sema eh, kama mwenzangu Kathi alisema, hata kama tunachagua watu hata wako kwa chama, lazima pia tuegemee ule mtu ana karakta yake, ile mtu aina gani anaweza fanya nini? Kwa sababu hiyo ndio shida tuko nayo. Unapata watu waliingia pale, lakini hawakuwa na interest ya kusave wananchi wako, na wana interest ya kusave mambo yao. Na pale ukiangalia pale kwetu Nyeri kuna stadium inaitwa Ruringu ilianza 2016 sahi hata sahi jafanya tuliona ingine pale Bugoma ilienda ikafanywa within 6 months imemalizika sasa. Mbunge wa Nyeri anaweza ambia watu wa Nyeri kazi inafanyika, na hapo sasa ni matope. Kiangalie zile barabara za maumau wenye mau. Kadhi amesema pale zilianzishwa kitambo, lakini sahii tunaona barabara zingine zinajengwa huko pande ingine. Kwa hiyo mi niko na uhakika na najua tayari interest za serikali ya Kenya kwanza zimeshift kwa, kwa kutoka kwa... pande ya mlima kuna hisia meda... kwamba mara nyingine kwa kutokea kwa miungano ya kisiasa adhabu huwa inatekelezwa na serikali. Yani, mnaadhibiwa kwa sababu ya, makosa, ya mas, ama hata kama simamo kwa sababu ya misimamo tofauti ya kisiasa? Kweli. La, na hiyo inahitaji viongozi wa wako na msimamo principles, kwa kifupi sana Joyce. <laughs> Uh, ili usiseme ninakuonea nina <laughs> <kupata fasi. laughs> na nauliza swali la kizuri maanake, kwa siasa, siku moja ni siku ndefu sana, na hakuna uadui wa kudumu katika siasa e, ikiwa Kalonzo Musyoka leo akaketi chini akafanya makubaliano na Rais William Ruto akaingia katika muungano, halafu mwanze kuona miradi inatekelezwa katika sehemu kama Laikipia, Utasemaje kwa siku ya leo kwamba imetokana na muungano wa uh, kiongozi wa Raipa ama imetokea kwamba nyinyi, wafuasi ama wananchi wa Laikipia, kweli mnahitaji miradi fulani? najua ni swali gumu. <laughs> <laughs> hata ujui utakuwa unasimamia. <laughs> Lakini huenda ikatokea, daktari atakwambia ukweli. Siasa leo na kesho, kuna mambo yanafanyika chini ya meza mm. leo Kalonzo Musyoka akaingia serikalini, halafu miradi ikaanza kusambaa. Uta, utakuwa na yapi ya kusema? Hii nayo ni itakuwa ni jambo gumu sana. Mahali tumefika awezi ingia na awezi hata keti meza moja na William Ruto mruto, hiyo najua ile sijui ni after 2027, but between sai na 2027. So hiyo swali yako na izaomba tu, we cross that bridge when we get there. Yes. <laughs> kwangu haiwezi, kwangu. Na lazima ni protect party leader wangu, kwa hivyo ni protect. Kwa hivyo umeamua mkae mayatima tu. Sasa daktari, acha tupumzike kidogo tu. kuna kuna tuko na okay, like hata tukiangalia kama kitu kidogo tu na Machakos, uh tumeona William Ruto akienda, si ndio anaenda? kwa nini? Sababu anaenda anataka kuvuta kumvuta, lakini amekataa, so anataka kumpinga. So sasa hii pia yeye ameona, He's the only man left standing yeah. kuna miradi yote kule Ukambani. Apart from Ithookwe stadium hiyo sijui, so hiyo ingine na, ni ile si yeye, si William Ruto alienda? Kuna governors kuna MPs pia wao wame wamesukuma, na pia huweza hata si wawaipa si mtu wako kwa, kwa serikali mm -hmm. So huenda hata ni ni wao. Wamtazamaji, tunapunga unyunyu kidogo. Tutakaporejea tutakuwa tunazungumza na Kathy, Daktari Mbai, Joyce na vile vile Bwana Ndagita eh, kujua mengi zaidi kuhusiana na ugavi no wa rasilimali. Wakati wapo wanayamua kuingia katika siasa na wengine kujiondoa, je, watu huangamia katika masuala ya maendeleo ama, ama namna gani? Yote hayo ni baadaye kwenye Mwenge wa Kaunti.